Kwanza tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu, kama tumechora mechi yetu na Dicha tulikuwa kwa kwetu, sisi angalau tumeshinda vizuri, kwa sababu hawa kataa kuona ankwetu. Lakini kuzungumzia kwa ujumla, mchezo ulikuwa mzuri mbili jana, pande zote mbili, kama nilivyosema jana kwenye mkutano wa

ko ni vitu kama makosa ambayo yanatokea kama ilivyosema, tunaendeleza na nafasi nyingi, lakini hatukuzikanisha kwa magoli. Tumeliona ni tatizo na tuna muda kidogo wa kufanya kurekebisha hivi kama tutapata nafasi nyingine kama hizo, kasha zetu waweze kuzikanisha kwa magoli, lakini ambacho tunashukuru Mungu ni kuwa kama timu kila mara inaweza kutengeneza nafasi wachezaji kufanya okay, kazi kwa nguvu, na nawashukuru mashabiki wakijitokeza kwa wingi timu yao, na kama Mungu tukiendelea hivi, hata kama tutaenda kwenye makundi au kwenye, ee waje kwa wingi watushangilie kwa sababu mchezo wa mpira lazima usahau eekuapita na unakufanya vizuri, mambo yote yanapita. Ko, naomba tu mashabiki wa Yanga kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Sio si hayo tu, kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi itazokufanya kujishindia tiketi za VIP jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako, na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa Pinduapindua utapata point mara mbili zaidi. Kujiunga, piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli really, na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.